Hello, uhali gani? Bila shaka huko unaendelea vizuri. Uh, Bundala Komba uh, mwalimu lakini pia ni mkufunzi um, wa marezi pamoja na makuzi uh, natamani tu tujifunze au tushee kitu kimoja ambacho kinahusu mitandao hasa tunaweza tukasema mitandao ya kijamii. Mimi na wewe tunaweza tukawa ni watu ambao tunatumia sana mitandao ya kijamii mimi na wewe tunaweza tukawa na ufahamu na mitazamo fulani kuhusu mitandao ya kijamii na niseme tu kweli, ni kwamba tuko kwenye zama au tuko kwenye karne ambayo tunasema hatuwezi tukakwepa swala zima la kutumia simu, hatuwezi tukakwepa swala zima la kutumia kompyuta, hatuwezi tukalikwepa swala la kutumia television. Na hii yote ni kwa sababu ya kuweza kutusaidia katika swala zima au nyanja ya mawasiliano au katika upande wa biashara pamoja na elimu. Kwa hiyo hatuwezi tukakwepa swala zima la kuweza kutumia hii mitandao ya kijamii, na nina uhakika kabisa unaweza ukaifahamu mitandao kadhaa inayohusu amini, mitandao ya kijamii, na mojawapo inaweza ikawa ni Facebook, inaweza ikawa ni Instagram, inaweza ikawa ni Twitter, inaweza ikawa ni WeChat na kadha kadha unaoifahamu. Sasa natamani tujifunze au tuangalie kwa ufupi kwamba namna gani sasa hii mitandao ya kijamii inaweza ikawa na athari hasa katika upande wa watoto wetu, na kama nilivyosema kwamba hatuwezi tukakwepa madam, tunasema kwamba ili kusudi kwamba tuweze kuyaona maendeleo katika taifa lolote katika nyanja yoyote, tuna expect au tunatarajia kuweza kuyaona kwamba kuna ukuaji wa mitandao ya kijamii kuna ukuaji wa science pamoja na teknolojia. Kwa hiyo tunapozungumza kwa, kwa habari ya ukuaji wa science na teknolojia hatuwezi tukakwepa swala zima la mitandao ya kijamii sasa. Kwa mujibu wa tafiti ambayo ilifanyika mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ambapo wakatoa konklusheni yao a Januari ishirini ishirini na tatu ambapo walifanya tafiti ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la Global Social Media Research. uh, Global social social media media research research. Sasa wakaja na conclusion kwamba moja ya vitu vitatu ambavyo nilivinoti kwa hawa watu ambao walifanya research ulimwenguni research uli kote, wanasema watu zaidi ya bilioni 4.76 ambao hii ni sawa na asilimia 59 ulimwenguni kote ni watu wanaotumia mitandao ya kijamii, na katika hiyo bilioni 4.76 p uh, katikati yao kuna watoto ambao wanatumia mitandao ya kijamii katikati yao, kuna wamama wanaotumia mitandao ya kijamii, kuna wababa. Lakini fokasi yetu kubwa ni kwamba kuna watoto katika hiyo bilioni nne au katika hiyo asilimia hamsini na tisa kuna watoto ambao wanatumia mitandao ya kijamii kwa, unaweza kuona kwamba bado tuna shughuli kubwa. Kwa hiyo uh, zaidi ya nusu eh, ya watu katika ulimwengu ambao tuko nao wanatumia mitandao ya kijamii, na katika hiyo zaidi ya nusu kuna watoto pia wanatumia mitandao ya kijamii. So uh, wakasema pia kwamba uh, watu zaidi ya wanne huwa wanajiunga na mitandao ya kijamii kwa kila sekunde. So kila sekunde ambayo unaiona Uh, kila sekunde ambao unaiona kuna watu wanne ambao wanajiunga kwenye mitandao ya kijamii na katika hao wanne, huwe na hakika kabisa kwamba kuna watoto wanaojiunga kwenye mitandao ya kijamii so unaweza ukaangalia kwamba kama lisaa uh, lina dakika sitini na katika hizo dakika sitini kuna sekunde ngapi? Sasa chukua hizo sekunde Uh, hizo sekunde kwa ndani ya lisali moja utaona kwamba kuna watoto wangapi ambao wana join, kuna watoto wangapi ambao wanaojiunga na mitandao ya kijamii achana tuna watu wazima. Kumbuka kwamba hii ni research ambayo ilifanyika globally, maanake ulimwengu mzima. Kwa hiyo katika watu wanne wanaoingia kwenye mitandao ya kijamii kwa kila sekunde, kuna mtoto mmoja au kuna watoto wawili wanaojiunga pia na mitandao ya kijamii lakini pia kwa mujibu wa research ya ambao walioifanya wanasema kwamba kwa, kwa wastani mtu anaweza katumia masaa mawili uh, na nusu katika mitandao ya kijamii na huyu ni mtu wa kawaida kabisa, achana uh, na kinasisi ambao tunasema kwamba tunaweza tukaspend more than 3 mpaka 6 uh, hours, uh, kwenye mitandao ya kijamii kwa hiyo katika hao watu ambao wanaspendi kwenye mitandao ya kijamii kwa huo wastani wa huo muda uh, nina uhakika kabisa kuna watoto ambao pia wanatumia mitandao ya kijamii kwa hiyo, natamani ni kutazamisha sasa ni kwa namna gani sasa watoto wetu pia wapo kwenye hatari kubwa, wapo kwenye wimbi kubwa la kuweza kunaswa na mtego huu wa mitandao ya kijamii kumbuka Kumbuka kuwa watu wengi sana wanaingia kwenye mitandao ya kijamii sio kwa ajili ya kutaka kujifunza, sio kwa ajili ya namna fulani, lakini kuna wengine wanaingia hawana ufahamu. Kwa maana hiyo, kama kuna watu ambao wanaingia hawana ufahamu, uwe na hakika kabisa kwamba kuna watoto pia ambao wanaingia hawana ufahamu, na pengine wanaweza wakawa ni wazazi ambao hawana ufahamu. Ha, kuna siku moja nikiwa nasafiri, nilikaa na dada mmoja ambaye huyu dada ha, alikuwa na mtoto ambaye tuseme ana miaka kama miwili, lakini unfortunately kitu cha ajabu ile dada akaingia kwenye social media, alivyoingia akaanza kupray nyimbo fulani alafu huku anamtazamisha mtoto Nikawaza akilini mwangu kwamba inawezekana huyo hana ufahamu na uelewa kuhusu mitandao ya kijamii, kwa sababu vile vitu ambavyo alikuwa anamwonyesha mtoto hakupaswa yeye kuviona. Kana imagine kwamba unamwonyesha mtoto kwamba watu wazima wanavyocheza wanatikisa makalio mbele yake, unazani unatengeneza nini? Na hii yote ni kwa sababu kwamba hana ufahamu na uelewa kuhusu mitandao ya kijamii. so, natamani sasa kupitia maelezo ambayo nimejaribu kukuelezea, natamani sasa tuangalie walau athari chache ambazo zinahusu mitandao ya kijamii. Athari ya kwanza uh, ya mitandao ya kijamii ni kwamba ina athiri afya za watoto wetu, ina athari uh, katika afya za watoto wetu. Tumesema kwamba Uh, kadi unavyozidi kuspendi muda kwenye social media, maana yake una unaspendi muda kwenye screen, na skrini hiyo inaweza ikawa ni ya simu, inaweza ikawa ni ya kompyuta, inaweza ikawa ni ya television. Kwa hiyo iye miari ya mianga inapokuja kupiga kwenye macho inaweza ikaathiri uwezo wa mtoto kuona kwa kadi mtoto anavyozidi kuspendi muda kwenye mitandao ya kijamii kwa kuangalia, inaweza ikaathiri uwezo wake wa kuona. Lakini athari ya pili ya mitandao ya kijamii kwa watoto wetu, inatengeneza kitu kinachoitwa uraibu. Na uraibu maana yake mtu anafanya kitu aidha, au anapenda au hapendi, anafanya kile kitu. Uh, mtu asipofanya kitu fulani inaweza ikampelekea kukaa katika hali ya majonzi, kukaa katika hali ya huzuni. Hiyo ndo tunasema ni uraibu. Kwa hiyo uh, watoto wengi sana wanajikuta wanatengeneza uraibu uh, katika mitandao ya kijamii tunaweza tukaona sasa hivi tuna watoto ambao hawezi kunyamaza bila kuangalia katuni, hawezi kunyamaza bila kuangalia movie. Kadi wanavyozidi kuangalia inawatengenezea uraibu, na mtoto akishatengeneza uraibu, wewe na nahakika kwamba atakuwa katika ile hali ya uraibu hata atakapokuwa mtu mkubwa. Na ndio maana sasa tunakuja kuona kwamba kuna watu ambao, uh, wakikaa na watumishi, wakikaa na na mabosi wao mbele yao hawaoni shida wao kushika simu la kupokea wakati wanaongea na wakubwa wao. Na hiyo yote ni kwa sababu wameshatengeneza kitu ambacho kinaitwa hawezi, wakakali sali moja au dakika ishirini bila kushika simu. Lakini athari nyingine ya mitandao ya kijamii kwa watoto wetu ni kwamba ni upotevu wa muda. Athari ya tatu ni upotevu wa muda, muda wanao kadi wanavyozidi kuangalia au kadi wanavyozidi kutumia muda wao kwenye mitandao ya kijamii, wanakuta kwamba kuna muda mwingi wanapoteza, ambao huo muda walitakiwa wakae wasome, walitakiwa wakae wasikilize vitu ambavyo vinaweza vikawahamasisha katika maisha yao. Kwa hiyo mitandao ya kijamii inaweza ikawa ni sehemu ya watoto kuweza kupoteza muda wao. Kwa lugha rahisi tunaweza tukasema mitandao ya kijamii ni sehemu ambayo inaiba muda wa watoto, inaiba mida yetu bila sisi kufahamu. Kwa hiyo the social network ina sehemu ya kuiba mida yetu bila sisi kufahamu, japo tunaweza tukawa tunafanya, tunaona kwamba tunafurahia, tuna enjoy lakini ukweli ni kwamba tunapoteza muda mwingi sana. Okay, athari ya tatu Uh, athari ya nne, I mean, ni unyanyasaji wa kingono. Kuna watoto wengi ambao katika mitandao ya kijamii wananyanyaswa kingono wanatapeliwa kingono, na hii yote ni kwa sababu wanaingia kwenye mitandao ya kijamii huku hawana ufahamu. Kinachotokea ni kwamba wanakutana na watu wasio sahihi, na baada ya kuwapata watu wasio sahihi, wanaanza kuwaragai na pengine wanaweza wakawanyanyasa, na pengine wanaweza wakawaragai. Na ndio maana tunaweza tukaona kwamba kuna watoto wengine sana wanaingia kwenye pli sexy. Yani wanaingia kwenye sexy kabla ya muda wao, na hii ni kwa sababu ya namna ambavyo wamekuwa exposed sana kwenye mitandao ya kijamii. Jamani, kwenye mitandao ya kijamii kuna kila namna ya uchafu. Kwenye mitandao ya kijamii naweza nikasema kwamba hili ni kama vile gari ambalo halina dereva. Eh, hili ni kama vile darasa ambalo halina mwalimu. Kwa maana hiyo, kila mtu anaweza kafanya chochote anachoweza kufanya. Sasa, katika hivi vitu ambavyo vinafanyika, je, vina usalama gani kwa watoto wetu tulio nao vinawahakikishia usalama gani eh? psychological physical pamoja na mental ya watoto wetu. Leo hii tuna watoto ambao wameshajiingiza kwenye masturbation. Leo hii tuna watoto ambao wameshaingia kwenye swala zima la usagaji. Leo hii tuna watoto fulani ambao wameshajiingiza kwenye swala la ushoga, bado ni watoto wadogo kabisa. Unakuta mtoto labda ameshajiingiza kwenye jambo ambalo kwa mfano kama dressing code, namna anavyonyoa, hiyo yote ni kwa sababu kwamba ameshaona kwenye social media kwamba wanafanya hivi. Kwa hiyo akishaona, ah, kumbe na mimi ninaweza nikafanya. Kwa hiyo tumejikuta kuna athari nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii, anasofa tunafurahi, watoto wanaingia mle. Jamani, tunaishi kwenye dunia ambayo Ukishaingia tu pa kwenye social media, jambo la kwanza utakalokutana, utakutana na vitu vya uchafu, ni vitu vya aibu ambavyo inawezekana hata kama wewe mzazi ungekuwa umekaa karibu na mtoto wako, baada tu ya kuviangalia vile hauwezi ukatoreleti kuviangalia. Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii kuna unyanyasaji mkubwa sana. Kuna hatari kubwa sana, kuna madhara makubwa sana ambayo pengine sisi wazazi tunaweza tusione. Trust me, kuna watoto wengine sikatai kwamba wanamiliki simu andewa, wazazi tunafurahi, tunasema fulani ana simu. Sasa jambo la ajabu ni kwamba wewe kama mzazi haukai na mtoto wako kwa muda wote Haupati muda wa kuongea na mtoto wako, haupati muda wa kukagua mtoto wako ana anafuatilia nini kwenye hiyo mitandao ya kijamii. Kwa badala yake tunajikuta kwamba watoto wanajiingiza kwenye tabia ambazo hazikutakiwa kuingiza, ni kwa sababu tu kwamba wameingia kwenye social media, hawana ufahamu naezakuona kwamba tuna watu wazima ambao wapo kwenye masturbation, tuna watu wazima ambao wako kwenye usagaji, na sababu ni kwamba wameisha kuwa addicted wakiwa bado wadogo. Kwahiyo athari nyingine ni kwamba wanakuwa katika wimbi kubwa la unyanyasaji wa kingono, unyanyasaji wa kijinsia. Watoto wetu wanyanynyeswa sema lakini athari nyingine ambayo itakuwa ni athari ya tano, kwamba inaleta athari katika masomo ya watoto wetu, especially hao ambao wanasoma, hao ambao wanasoma, inaweza ikawatengeneze athari ambapo katika masomo yao wana drop katika masomo yao wanaweza kufail. So unfortunately, unaweza ukaona kwamba mtoto fulani alikuwa anafanya vizuri kwenye masomo, lakini kwa sababu ya kutumia muda mwingi kukagua kwenye mitandao ambacho vitu vilikuwa ni vya ovyo sana. Kwa hiyo anapoteza muda mwingi na ku kujikuta na drop katika masomo. Lakini athari nyingine inaweza ikawa ni athari ya sita, kwamba mitandao ya kijamii inatengeneza psychological effect, athari ya kisaikolojia. Tunapozungumza athari ya kisaikolojia, tunamaanisha kwamba mitazamo uh, namna anavyoichukulia mtu vitu, namna ambavyo anavyotafakari kuhusu vitu, na namna mtu anavyotengeneza tabia, namna ambavyo mtu anatengeneza maamuzi, yataamliwa na mitandao ya kijamii. Ukweli ni kwamba mitandao ya kijamii inafika mahali, badala ya mtoto kuikontrol, inamkontrol, na hii ni mbaya sana. Na kuna watoto wengi sana, badala ya kuikontrol mitandao ya kijamii imegeuka na kuanza kukontrol. Kwa hiyo inatengeneza psychological effect, saikolojia uh, inakuwa imetengeneza namna ambayo kwamba mtoto hawezi kuikontrol, maana yake mitandao inaanza kumkontrol kwao. Ni jukumu letu sasa, sisi kama wazazi, jukumu letu kama walimu na wazazi kuweza kuwasaidia watoto kuwanasua katika hili wimbi. Tutawanasuaje? Hii ni pamoja ya kuweza kukagua katika mitandao ya kijamii wanayopitia. Uwe na muda wa kukaa nao, uwe na muda wa kuambia athari, uwe na muda wao, uh, muda wa kuweza kuwaelekeza. Tusiangalie tu kwamba kupitia mitandao ya kijamii tunapata marafiki it's true, na kubali kwamba kupitia mitandao ya kijamii tuna sechi tunapata moja mbili tatu ni kweli kabisa, lakini tuangalie katika upande wa pili kwamba mitandao hii ina athari gani kwa watoto wetu. Naamini utakuwa